Na mradi huu umeanza tangu elfu mbili ishirini na tatu na kwa mujibu wa mkataba ulitakiwa umeshakamilika, lakini um, mhandisi au mkandarasi ameshindwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Na nashukuru halmashauri ambaye ndio msimamizi kwa ushirikiano na mhandisi mshauri pamoja na mamlaka zingine kwa kuzingatia mkataba unavyotaka, kwanza kumpa muda wa kuongezea ili aweze kuongeza spidi, lakini pili, baada ya kumalizika huo muda, kuingia kwenye taratibu za pili ambazo zinatakiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kwanza kumkata ile ambayo inaitwa kwa lugha ya Kisukuma liquidated damage. Sasa, ukiangalia kazi iliyobakia ni kubwa zaidi kuliko muda ambao umebakia. Kama ameweza kutumia zaidi ya miaka miwili karibia, ameshindwa kutimiza wajibu wake. Sidhani kama siku mia moja anaweza kafanya miujiza. Sasa ni vizuri mkurugenzi wa manispaa pamoja na mhandisi mshauri kuanza kutafakari hizo siku mia moja ifikapo tarehe nane mwezi wa pili what the way forward, ili sije ikafika, alafu ndo tunaanza kujadiliana. Na pili, lazima tuongeze usimamizi wa ufuatiliaji wa kila siku, ikiwezekana kila mara, na kama mmeongezea muda kutoka masaa kumi mpaka masaa kumi na ngapi Kumi na nne basi lazima usimamizi huo pia uweze kufanyika. Sasa unaweza kaongeza masaa alafu inapofika saa kumi na moja saa kumi na mbili tayari mtu ameshafanyaje? Ameshafunga milango. Bahati nzuri nchi yetu ina miundo ina muundo mzuri wa kiuongozi. Tuna viongozi mpaka serikali za mitaa. Kwa hiyo mkiwatumia vile vile hata viongozi wetu wa serikali za mitaa watawaambia kwamba mtu huyu anamaliza saa masaa kumi na nne kama ameanza saa moja au saa kumi na mbili kwa hiyo tunatarajia ataondoka saa mbili usiku au saa tatu usiku. Kwa hiyo ikifika saa 12 hayupo, manake hata yale masabu yaongezea hayawezi kutimia kwa sababu atakuwa bado anafanya uh, kazi uh, business as usual. Kwa hiyo kufanya kazi kwa mazoea ni jambo ambalo alikubaliki kwenye serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na vyema wananchi wote tukalitambua hilo na hususan sisi viongozi na watendaji ambao tunawajibika kusimamia fedha ambazo zinaletwa na fedha hizi za Watanzania kwa sababu benki ya Dunia inatukopesha, haijatupa msaada, na tunawajibika kuja kuzirejesha. Kwa hiyo kandarasi anayekuja kufanya kazi asione hili ni shamba la bibi akajifanyia anavyotaka. Kipindi halisi cha mradi ni miezi 15. Muda ulioongezwa ni siku muda ulioongezwa ni siku mia mbili na hamsini, sawa na miezi 8.4. Muda wa fidia ya makubaliano, nikiwa na maanisha liquidated damage, huu mradi ulishaisha muda wake toka mwezi wa pili tarehe 19 2025, tulifanya determination tukaongeza muda wa miezi 8.4, ambapo uliisha tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Uh, tuli tuliingia katika kipindi cha cha cha cha cha, cha, cha I mean mradi mra, mra uliisha. Mkandarasi alishindwa kumaliza mradi ndani ya muda, kwa hiyo tuli, tulifuata zile terms za mkataba, ambapo tulimuingiza tuli, tuli, tuli, tuli kwenye liquidated li damage, manake ni fidia ya ya, ya makubaliano na, na employer. Maendeleo ya mradi mpaka sasa hivi ni asilimia sitini na moja, ukilinganisha na matarajio ya asilimia tisini na tano, mkwamo ni asilimia thelathini na nne, maendeleo ya kazi za kudumu ni asilimia hamsini na tatu, muda halisi wa kumaliza ni tarehe kumi na, ilikuwa ni tarehe kumi na tisa Februari, kama nilivyosema hapo mwanzoni. Muda uliorekebishwa mradi baada ya kuongeza siku mia moja, baada ya, ya kushindwa kumaliza mradi ndani ya muda, umerekebishwa utakuwa ni tarehe nane, mwezi wa pili, mwaka elfu mbili na 26 Naitwa Charles William Palale mkaaji wa Mwatulole. Changamoto hii iliyoletwa na serikali yetu ya awamu ya sita, kidogo barabara limeboreshwa vizuri, miundombinu itakuwa vizuri na tutashukuru kwa hilo, ila tu linacheleweshwa mno kuisha, mda tunahangaika. Ndiyo maana mnasema kokoto, mara zinazolewa zinafanyaje, watu wanahangaika kupita Mkandarasi afanye haraka, malize maendeleo yaje mapema.